Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Hadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hao watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimmy Murijo na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni moja laki tatu themanini na tano elfu na mia nane ambazo zilitumwa kwenye simu ya Adija. Awali walieleza kwamba Adija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankulu, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtumia huyu alikuwa amekwenda wilaya ya, ya, ya Urambo, katika kijiji cha Vumilia na watumi wao walikamatwa, na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watatafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo, waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao.